Simulizi <laughs> nani, nani ambaye alienda yani Qurani iteremke alafu tena irudi tena huko huko kwenye ilitoka ikafutwe, haya ifutwe alafu iletwe ingine alafu iteremke tena, iwezekani? Kwa hivyo katika kauli hiyo inaonyeshana ya kwamba hii Qurani haijatoka binguni kwa Mungu, basi waandishi ni wa hapa hapa duniani, hao ndio wanafuta na hao ndio wanaleta ingine. Kwa hivyo lazima tuwajue waandishi ni akina nani. Waandishi ni akina nani? Akipatikana leo Mungu ni mwandishi wa hii Qur'ani imeandikwa hapa. Basi ndio kutakuwa kumenyesha mvua ya makunguru. Ni maneno yanayosemwa maana hakuna kitabu ambacho kitaandikwa alafu wasiseme ni cha Mungu. Maana ukisema si cha Mungu nani atafuata? Lazima useme ni cha Mungu. Lakini huwezi kusema tu ni cha Mungu tukaachia hapo. Lazima tuhoji ilipatikanapatikanaji ili adiuadikwaji patikana, patikana ili msomaji, nipo naomba uchukue maisha ya mtume Muhammad, maisha ya mtume Muhammad, ukurasa wake ni wanane. Inasema kwanza tuwajue waandishi wa Qur'ani, tuone kama kuna mahali Mungu ametajwa, ama tuone kuna mahali nabii ametajwa, tuone kama kuna mahali malaika ametajwa. Waandishi wa Qur'ani ni akina nani? Soma tusikie. Inasema mtu wa awali, mtu wa awali aliyejifundisha kusoma na kuandika, aliyejifunza kusoma na kuandika katika mji wa Maka, katika mji wa Maka alikuwa bwana Habib bin Umayya ubin umaya. Ehe. Babu yake bwana Muawiya Muawiya ndio alijifunza kwa watu wa Yemen. Sasa ina maana ya kwamba kule Maka kulikuwa hakuna watu ambao wa wanajua kusoma wala kuandika. Kuna mmoja ambaye anasemekana alikuwa anajua kusoma na akafundishwa na watu ambao wa walikuwa wametoka Yemen. Soma tuende, naendelea kusema ndio na yeye akaja kuwafundisha waliotoka walio toka katika mji wa Maka. Safi. Wakati mtume alipopata utume sasa, hapa tunaambiwa wakati Muhammad alipopata utume walikuwa wako watu sita, kulikuwa na watu sita tu katika maka, katika maka waliokuwa wakijua kuandika, waliokuwa wanajua kuandika wanne. Katika hao waine katika hao waliingia katika Uislamu. Kwa hivyo kulikuwa na watu sita peke yake. Wapi? Maka, Maka. waliokuwa wanajua kuandi kuandika lakini waine wakaingia katika Uislamu. Uislamu kwa hivyo Uislamu bado upo na Qurani hakuna kwa wakati huo Naam, kwa sababu tayari haijaandikwa, lakini kuna watu ambao wa wameingia katika Uislamu watu, sit, watu ine Waha watu watuine, tupe majina yao. Tunaambiwa ndio waliingia katika Uislamu watu wanne waliingia wali katika Uislamu watu waine wakawa ndio nani waandikaji wahai aya aya za Qur'an sasa. Hao ndio waandishi hawa watu waine wakawa ndio waandishi wa wahai aya za Qur'an. Kwa hivyo aya za Qur'an zimeandikwa na hawa watu waine wanaitwaje? Watu hao ni nani? Walikuwa ni Saidina Abubakar, wa kwanza anaitwa Saidina Abubakar, Saidina Omar, na mwingine anaitwa Saidina Umar, Saidina Udhumani, na mwingine anaitwa Saidina Udhumani na Saidina Ali. Majina manne ya watu walioandika Qur'ani, ndio hao, hao ndio walioandika Qur'ani. Na sasa, kama ingekuwa imetoka kwa Mungu, basi wangekuwa hawa watu ambao ni waandishi wangekuwa ni Mungu anawaongoza waandike, kwa sababu ukiangalia, manabii wote, kama ni Musa, Mungu alimwambia Musa andika, kama ni Isaya, Mungu alimwambia Isaya andika. Lakini tunapofika kwa Muhamadi, anaandikiwa, anaandikiwa wakati kunasemekana Korani yenyewe ni yeye amepewa, lakini anaandikiwa. Kwa nini aandikiwe wakati Qurani ni ya kwake? Anaandikiwa aje? Ingekuwa ni ya kwake aandike. Qurani ni ya kwake, Mungu anamwambia andike. Si ati yakwamba kuna nabii yote ambaye alienda shule akafundishwa kuandika ndiye Mungu amwambia andike, lakini manabii wote walikuwa wamefundishwa na Mungu kusoma na kuandika. Mungu aliwafundisha wa manabii wake. Sasa, tunapokuja kwenye Muhammad, Qurani 757 Qurani nasema yakwamba Muhammad hakujua kusoma wala kuandika. Kwa hivyo, kwa sababu hakujua kusoma wala kuandika aliandikiwa na vijana waine walioingia katika Uislamu, waliokuwa wanajua kusoma katika Bara Arabu. Kwa hivyo sio Mungu, aliwachagua Muhammad, aliwachagua akawaambia, niandikieni niandikieni niandikieni. Soma msomaji, inasema inasemaje? Ambao wanamfuata mtume nani, nabii aliye ummi. Sasa hapa ndio nataka unichukulie Qurani tafsiri ya Wahamadia kwa sababu kuna maneno ambayo nitaweza kuyatumia hapo, kwa maana ukisikia wanamfuata mtume nabii aliye umi, hiyo jina nabii aliye umi lina maana yake, lina maana yake. Maana yake ni nini? Ningetaka uchukue hiyo aya, aya hiyo hiyo saba mia hamsini na nane kwenye Qur'ani tafsiri ya Wahamadia, nisaidie komentari yake. Nasema jina hili umi, maana yake ingine ni gani hapo, katika maelezo ya mia hamsini na nane. E, nasema. Ndio ambao wanamfuata mtume neno hili umi, hapo mbele tu. E, acha niangalie hapo, hapo, mia hamsini na nane. Since the day you were born a guardian angel has been watching over you. Neno hili nabii aliye umi pia maana yake ni mtu sasa sikiliza kwanza. Sasa hili neno umi unajua waislamu wengi ni wale ambao wamekaribishwa tu maneno lakini tafsiri zenyewe hawajui neno hili umi ni mtu haswa mwarabu ni mtu haswa Mwarabu asiye asiye na kitabu hey, kilichoteremshwa na Mwenyezi Mungu. Unaona hayo ni maneno yaliyo ndani ya Qur'ani. Ni mtu ambaye ni Mwarabu asiye na kitabu ambacho kimeteremshwa na Mungu. Kama hakimeteremshwa na Mungu, basi nani kapea akakiandika kitabu hiki? Anasema ya kwamba Muhammad hajui kusoma wala kuandika, aliwachagua vijana waine wawe ndio waandishi wa aya za Qur'ani wa kwanza wao anaitwa Saidina Abubakar. Saidina Abubakar. Sasa nichukulia Qur'ani, tafsiri ya Mayunga ukurasa wa 49, tuangalie huyu ambaye anaitwa Saidina Abubakar ambaye ni mwandishi wa kwanza wa Qur'ani hali yake vipi? Kwa sababu Biblia inasema waandishi walioandika Biblia ama waandishi ambaye waliandika vitabu vya Mungu vya zamani.